Taifa hey, la Bwana, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Itukuzwe damu ya Kristo. Amina. Tunapotamatisha tridiumu yetu leo, ni waombe tutafakari juu ya Mtakatifu Gaspari mtume hodari wa damu azizi ya Yesu. Mtakatifu Gaspari anafahamika pia kama mtume wa damu azizi ya Yesu. Kwa ajili ya utume na alivyotolea maisha yake kueneza ibada hii ya damu azizi. Ndiyo maana kipindi pia hmm, nimepata nafasi ya kuandika kitabu nilikiita Mtakatifu Gaspari mtume hodari wa damu azizi ya Yesu. Zaidi sana katika ile litun, litania niliyokuwa nimeitunga, sifa ya kwanza niliyoiweka ni hii: Mtakatifu Gaspari mtume hodari wa damu azizi ya Yesu. Ikumbukwe kwamba jina la mtakatifu Gaspari kuitwa mtume wa damu azizi ya Yesu ni Papa Pius wa kumi na mbili na Yohane wa 23 ndio walivyomwita hivyo. Hivyo tunaambiwa kwamba Papa Pius wa kumi na mbili, kipindi anamtangaza Gaspari kuwa mtakatifu, ndipo waliposema huyu ni mtume wa kweli wa damu azizi mwaka elfu moja mia tisa hamsini na nne miaka sita baadaye papa yohane wa ishirini na tatu kipindi anafunga sinodi mwaka elfu moja mia tisa sitini alimwita pia mtakatifu gaspari kama mtume wa damu azizi ya yesu mtakatifu gaspari aliliamini pendo la mungu lililomiminwa kwetu kwa damu azizi ya bwana wetu yesu kristo kwa nguvu ya damu ya kristo Mtakatifu Gaspari alivumilia mateso na dhiki nyingi ili aweze kufanana na Yesu msulubiwa. Pamoja na uchapakazi kazi wake aliokuwa nao, Gaspari aliona bado hajafanya kazi katika maisha yake yote. Daima alisema, sijampenda Kristo hata tone la mwisho la damu yangu. Mtakatifu Gaspari alifahamu kwamba katika damu ya Yesu tunapata upatanisho. Ni upatanisho kati ya Mungu na viumbe na ni upatanisho baina ya viumbe vyenyewe. Hivyo Gaspari alifanya bidii kuhakikisha vinaungana pale ambapo hakuna muunganiko. Tunaambiwa kwamba hakuogopa hata kuwahubiria majambazi juu ya upendo wa damu ya Yesu. Hapa Askofu Visenzo Strambi anasema mahubiri ya Gaspari ni kama tetemeko la ardhi la kiroho. Tunaambiwa baada ya kuhubiria majambazi waliweka bunduki chini ya miguu ya Gaspari na kuacha uovu na kuwa Wakristo wema. Gaspari alijitosa kuhubiri kati kati ya wanyang'anyi pasipo ulinzi, pasipo kusindikizwa na askari. Aliashiria kwamba yeye hakutaka ugomvi bali alitaka amani. Alifanya mafungo ya kiroho pamoja na hawa wanyang'anyi. Wanasema baada ya muda walikuwa kama vijana wa Katoliki wafanyakazi awa viwawa walivyokuwa wanamsikiliza na, na alipomaliza mahubiri, mmoja wao nyang'anya alimfuata akamwambia, peleka shukurani zetu kwa baba mtakatifu kwa ajili ya uongofu tulioupata. Utume wa Mtakatifu Gaspari wa kutangaza upendo wa damu azizi ya Yesu na kutaka kuzizamisha roho zote kwenye mto huu wa rehema imefananishwa kwa karibu sana na mitume watakatifu Petro na Paulo ambao daima wanatuongoza kuijua vyema tasaufi ya damu azizi ya Yesu. Gaspari katika maisha yake ya kutunza usafi wa moyo anafananishwa na mtume Yohane Mwinjili, mwanafunzi yule aliyependwa sana na Yesu. Mtakatifu Gaspari alijisadaka kwa mapendo makubwa kwa Mungu na kusaidia watu walionje pendo la Mungu Ambalo linadhihirishwa kwa damu iliyomwagika msalabani Kalvari. Mtakatifu Gaspari hakuchoka kutangaza upendo wa damu ya Yesu, yaani damu ifutayo dhambi, damu inayotuletea sisi wokovu. Kwa namna pekee, mtakatifu Gaspari alikuwa na shauku ya kujua lugha elfu ili aweze kutangaza upendo huo katika nchi mbalimbali mbali, lakini kwa shirika lilolianzisha, leo tunaamini kwa lugha mbalimbali Thamani ya wokovu wetu inaendelea kutangazwa. Maana yake ile ndoto ya Gaspari ijazimwa bali inaendelea. Ibada kwa damu azizi ilikuwa nguvu iliyotia juhudi zake zote za kitume. Mtakatifu Gaspari aliona mafumbo yote ya Ukristo yamewashwa na wekundu wa damu azizi. Katika moja ya maandishi yake aliandika, mafumbo yote yameangazwa katika gharama isiyo na kikomo ya ukombozi wetu. Katika ibada hii ya damu, kweli zote za imani zinajumulishwa. Tena katika barua yake kwa Papa Leo wa kumi na mbili aliandika, ibada zote ni msaada kwa uchaji wa Kikatoliki, lakini ibada kwa damu azizi ndo msingi na kiini cha imani yetu. Pia Gaspari katika utume wake, huwezi kumtaja mama yetu Bikira Maria mama wa damu azizi kama anavyoonekana kwenye hiyo sanamu. Sasa hivi tunazungumzia sanamu, lakini yeye daima alitembea na picha ya Bikira Maria, mama wa damu azizi. Ibada kwa Bikira Maria, mama wa damu azizi, ilichukua sura ya pekee katika utume wa Mtakatifu Gaspari, ikimulikwa kwa mwanga wa damu azizi. Aliona kwamba mapendeleo yote aliyopewa Bikira Maria ni kwa sababu ya damu azizi Bikira Maria kukingiwa dhambi ya asili, Bikira Maria kuwa mama wa Mungu, Bikira Maria kubaki bikira baada ya kumzaa Kristo, maana yake kuwa bikira daima, lakini hata kupalizwa mbinguni. Yeye aliona hivyo vyote ni kwa ajili ya damu azizi, ndio ilimsaidia kuwa hivyo. Kwa upande mwingine, alimtazama pia Bikira Maria kama chemichemi ya bei ya ukombozi, yaani damu azizi. Kwenye moyo wa Gaspari na kwenye utume wake Ibada kwa damu azizi ya yesu ilikuwa ni sawa na ibada kwa bikira Maria. Alijiuliza, hivi, damu ya Yesu si damu ya Maria pia? Shirika lilianzishwa Agosti 15 sherehe ya kupalizwa kwa bikira maria mbinguni. Kutokana na tukio hilo, aliandika, bikira maria atalilinda shirika kutoka mbinguni na kulibariki kwa upendo wote. Hivyo alimchagua Bikira Maria kuwa mlinzi wa shirika la Damu Azizi ya Yesu. Gaspari, katika kuonyesha Bikira Maria alivyoshiriki katika kazi ya ukombozi kwa fumbo la damu ya Yesu, alikuwa na picha ambayo inamwonesha Bikira Maria akiwa amemshika mtoto Yesu ambaye ameshika kikombe cha damu yake na mkono mwingine ukiwaalika watu kutafakari juu ya damu azizi ya yesu na kuomba kuimarishwa kwa damu hiyo ya Yesu. Daima alitembea na picha hiyo iliyoheshimiwa wakati wa utume. Gaspari alisisitiza kwamba ni mama yetu ndiye aliyetoa maana ya utume huu tunaofanya. Kupitia maombezi ya Bikira Maria, mama wa damu azizi, Mtakatifu Gaspari aliweza kufanya miujiza mingi na kufanikiwa katika utume wake. Gaspari alielewa thamani ya kila nafsi iliyokombolewa kwa thamani ya damu azizi ya Yesu, na kuzileta roho zote ambazo zilitengwa kwa ajili ya dhambi. Alifanya hivyo kwa maneno na matendo yake. Gaspari aliweka nguvu zake zote kwa maskini wanaoteswa, walio pembezoni mwa jamii, na wenye dhambi ambao kwao alimwona Kristo anayeteseka kwa ajili ya wanadamu. Ninapotamatisha tafakari hii, tuwe na hakika ya kuwa Gaspari yuko mbinguni anatuombea. Hivyo moja, tuige fadhila zile alizojaliwa Mtakatifu Gaspari katika ulimwengu wetu, tunapokijibu kilio cha damu wale ambao wanahitaji msaada wetu, uwe ni kwa maneno, matendo au sala, tujitahidi kumwiga Gaspari, kutembea katika nyayo zake. Cha pili, tusisite kumwomba mtakatifu Gaspari, hakika anatuombea. Lakini tusisite kumwambia mahitaji yetu ya kimwili na kiroho. Hakika maombezi yake yatatusaidia katika utume wetu na katika maisha yetu ya kila siku. Na mwisho, wapendwa, tunapomwenzi mtakatifu Gaspari, tukumbuke ya kuwa katika maisha yetu yote, kama yeye anavyoandika katika barua yake, kwamba damu mtakatifu ikawe kwetu chemichemi ya baraka nyingi. Tumsifu Yesu Kristo. Takatifu Gaspari del Bufalo mtume wa hodari wa damu azizi ya Yesu. Amen.